Mombasa wanaishi kwa hofu baada ya bwenyenye kujenga ukuta wa kuzunguka makazi yao na kuwazuia kuingia au kutoka maeneo yao. Mwakilishi wadi wa Tudor Samir Baloo amekashifu vikali kitendo hicho, akimtaka Waziri wa Uchukuzi na Miundombinu wa kaunti ya Mombasa, Dan Manyala, kufuatilia jinsi mradi huo uliidhinishwa. Sebastian Maria na taarifa kamili. Wasiwasi umetanda kwa wakazi wa eneo la Makaa, wadi ya Tudor, kaunti ya Mombasa huku wakiishi kwa hofu kwa kukosa uhuru wa kufanya shughuli zao za kila siku. <coughs> Haya yanajia baada ya bwenyenye mmoja kujenga ukuta wa kuzunguka makazi yao huku watoto wakilazimika kupitia kwenye tundu dogo lililo kwenye ukuta ambapo majitaka hupitia. Leo hii watoto tunajauna kubomolewa pale kwenye nanini unakuja vijana ambao ni watoto wetu, wanakuja kutumia vyombo ambavyo ni vya hatari kubomoa nyumba, kubomoa yani, unang'olewa meza zako, watupiwa kama umbwa. Kwani sisi si wakaji wa Kenya? Sisi si wa Kenya? Hatuna haki kufanya biashara hapa Kenya? na kama sisi si wa Kenya tutafutiwa mahali tukaekwe, kwa sababu sisi ni wananchi kama wale wengine ambao wanapewa ndani wa ardhi. Saa hii watoto wangu wakitoka nyumbani ni saa tatu pamefungwa pale, watoto wangu wanaenda shule pale shule pale njiani kwa kupita ni kwenye shimo. Watoto wanaenda wakainame, halafu ndio waende shule. Wakitoka huko wanashuka kamambee, ni maumbwa. Je, hii kweli ni haki ya kuisha wanadamu? Na kama walipewa notisi ya kuwa watuvunjie, kwa nini wasituwetekee notisi? Kwa nini, kwa nini watusitiletee watusitulete kotioda wakatuwekea pale kwa mtu tukajua tuna, tuna haki tutoke Mwakilishi wa wadi ya Tudor Samir Baloo alilaani vikali hatua hiyo, akisema ukuta huo ni wa kiwango cha chini na unahatarisha usalama wa wakazi, akimtaka waziri wa uchukuzi na miundombinu wa kaunti ya Mombasa kufuatilia jinsi mradi huo uliidhinishwa. Bwenyenye mmoja amekuja, la kwanza amejenga huu ukuta kiholela olela. Nataka waziri wa uh, transport na infrastructure waje kuchunguza ukuta namna umejengwa, manake nahatarisha maisha ya wananchi ambao wanaishi hapa. La pili, huyu bwenyenye amekuja hapa amezungusha ukuta hapa, jambo lolote litokee hapa, moto, ajali yoyote itokee hapa, hakuna excess yoyote. La pili, huyu bwenyenye hapa amekuja, saa moja ule mlango unafungwa ameweka geti pale saa moja mlango unafungwa, unafunguliwa saa tatu. Mandugu zangu makaka zangu hapa wanaenda kazi hawa watu wataishi vipi? Serikali ya county government, nataka kumwelekeza hii waziri ya mado aje hapa groundi aangalie hii dhuluma inatendeka hapa. Wakazi hao sasa wameomba serikali ya kaunti pamoja na ile ya kitaifa kuingilia kati haraka iwezekanavyo, wakitaja hatua hizo kama unyanyasaji wa kibinadamu na uvunjaji wa sheria ambao umeacha familia nyingi zikiishi kwa hofu. Hivi juzi juzi kulitokea bwenyenye fulani, kwa jina anaitwa Ng'ang'a Kigo, akakuja akaanza kutuvunjia vibanda, eh, nyumba zetu na kutufanyia uharifu. Tunaomba serikali itusaidie, maana hii mambo imekuwa ya miaka mingi sana, tukiendelea na kuteseka na kuonewa. Tunaomba haki yetu tupewe. Sebastian Maria, Undugu TV.